Uh, mi naitwa Richard Mwaikenda kutoka blogu ya Taifa CCM na Kamanda wa Matukio Online TV. Uh, mimi swali nitaka nianze, uh, kwa upande wa umeeleza lakini lile ambalo nataka kuuliza hivi sasa liko uh, nje kidogo ya imada lakini ni sehemu E, ambayo ni sehemu ya, ya e, inayoingiza mapato mengi katika pato la taifa. Ni swala ambalo hivi, e, sasa kuna sintofahamu ambayo imeenea kwa kasi kwamba uwanja wa taifa umefungwa, sasa na hapa yupo e, katibu mkuu wa wizara husika na msemaji mkuu wa serikali